Bana, dakika tisini zimetamatika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba hajapata kitu, Singizini hajapata kitu. Niko na brother hapa, ameitazama mechi, hebu tuambie, dakika tisini umeziona namna gani? Bana, kwanza awali yote, na washukuru sana MSN TV kwa kuendelea kutupa habari za kimichezo, kutuhabarisha na kutuburudisha kwa kadi ambavyo inawezekana. Ah tumetoka kuangalia game ya Simba Sports Club dhidi ya Singizini lakini aa, isivyo bahati tumetoka sale lakini sio sare kwa maana ya matokeo kwa ujumla, first leg na second leg tumepata aggregate ya tatu bila which is moja, kati ya ushindi mkubwa sana. Kuna timu ambayo imecheza tim, mechi zote mbili, lakini haijapata hata magoli matatu, lakini kuna timu vilevile vile, E, jana ilitaka kuchoma kabisa uwanja wa Mkapa ili sisi wengine tukose kabisa uwanja. Ndugu yangu, kuna timu zinalombaya sana, wataka kutunguzia uwanja bwana. Unadhani uh... kilichotokea jana dhidi ya Young Africa na Silver Strikers kimeathiri matokeo ya leo ya Simba? Mimi nataka tu kusema kiujumla, kuna timu ni washirikina Ukiangalia zile kosakosa kosa zote unaona kabisa kuna mkono wa mtu pale. Yule sio kibudii tuliokuwa tunamtarajia yule, siyo mpanzu tuliokuwa tunamuona. I say, nyie timu mliocheza jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa acheni ushirikina na... <laughs> <laughs> yes. uh, Tabora ndiyo uh, mm. Kwa ah, kwanza kabisa nimpongeze mwalimu Dimitri Pantev ah, kwa kuweza ku, ku, kuachia gap ya leo. Unajua, leo kiukweli Simba tumeweza kurelax kwa sababu tunajua kuna michezo mikubwa inayofata back to back, lakini pia kupumzisha wachezaji. Lakini pia awali yote niseme mpira ni akili. Kwa kiakili sisi tayari tushajua tumeshafuzu. Kwa tutataka kutumia nguvu nyingi sana kama hivyo, kuna baadhi ya timu kama Fountain Gate tayari imeshacheza takriban michezo sita, maanake si tuko nyuma zaidi, tumecheza michezo miwili tu. Kwao tunaporudi kwenye NBC Premier League, lazima tuoneshe ubora wetu. Kwa hiyo game inayofuata zidi ya Tabora, tutajipanga vizuri na kwenda kukichapa kwelikweli. Uh, hatujamuona soa akitia wabuni hatujamuona dsmara kiunga. Hmm, kawa ni yale ya dube. Ah, hapana, wale bwana kutupiga misumari hawawezi. Lakini kikubwa ukiangalia jana watu wako wanacheza bado kidogo wakate roho, lakini sisi wachezaji wetu wakuwa wamecheza, wamerelax, na hata ile kosa kosa ni kwa sababu in mindset, tunajua kabisa game tumelimaliza. Lakini ukiangalia nsingizini jinsi walivyokuwa wanacheza leo Walikuwa kama wanabeba matofali, ndugu yangu, mashabiki <laughs> wanasema Azam FC ndio timu pekee Tanzania ambayo ni giant kwa sababu imeshinda aggregate kubwa, magori tisa. Azam kamchukua KMC na boti zake hey. Kamweka kwenye hoteli yake KMK, KMKM, Azam kamchukua KMKM na boti yake kampeleka kwenye hoteli yake ametoa ngano zake asubuhi, wale wachezaji wamekula maandazi ya kutosha hey. Bratha, hata kama ungekuwa ni wewe <laughs> ya, mapema tu <laughs> ushakula umeshiba, ndugu yangu. Lakini pia ushindi wa Azam ni, ni, ni, ni kuiga kutoka kwa baba yake Simba Sports Club. Kama unakumbuka, kuna timu inaitwa Vipers United. Viper tulimkanda goli ngapi hapa? Kama unakumbukumbu nzuri, alikula chumas hey. E, Horoya alikula chuma saba. Viper tulimkanda e. Kwa hiyo sisi, hawa wachezaji eh, timu ndogo, wanachokifanya ni kukop baba yao Simba, ambacho tumewae kukifanya hapo kabla.